Takriban watu 25 wameuawa wakiwemo watoto watatu katika shambulio la ndege isiyo na rubani ya Urusi na kombora kwenye mji wa magharibi wa Ternopil na kugonga vyumba viwili vya ghorofa, maofisa wa uokoaji wa Ukraine wamesema. Watu wengine sabini na watatu walijeruhiwa, 15 kati yao wakiwa watoto, maofisa walisema, katika moja ya shambulizi baya zaidi la Urusi magharibi mwa Ukraini tangu vita vikali kuanza mnamo mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili. Mikoa mingine miwili ya magharibi iliyoshambuliwa ni Lviv na Ivano Frankivsk. Na shambulio la ndege isiyo na rubani lililenga wilaya tatu za mji wa kaskazini wa Kharkiv na kujeruhi zaidi ya watu thelathini. Picha zilizochapishwa mtandaoni zilionyesha majengo na magari yakiteketea.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 Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.